Kama ziko gloves nyingi unafanya nini? Unabadilisha, na tukasema kuna gloves za, za kitambara, gloves za kitambara. Sanda ikija inakuja na gloves kama hizi, hizi ndizo gloves za, za kitambara. Kwa hivyo gloves hizi anavaa yule mwosha kama zile zingine tu, alafu anaendelea na kazi hiyo. Ahibati fillah, leo insha Allah tutaanza takfini, kumkafini. Na sanda inakuwa hivi, kabla haijakatwa au kushonwa inakuwa bunda kama hivi. Naam, hii ndio sanda inapokuwa. Alafu wale wenye kukata, wale wenye kuandaa, unapima. Ndugu zangu wa Islam, tul wal ard, length na width length ya sanda inakuwa two and a half meters two and a half meters. Hiyo ndiyo length. Tukisema length hii ni bomba zima, kwa hivyo length inakuwa urefu. Hilo ndiyo length, kwa hivyo inakuwa two and a half Meters. Au wapima na mkono wako moja, mbili, tatu, mpaka tano au sita. Kwa hivyo hiyo ndio length. Alafu width yake inakuwa 155 cm width. 155 cm au 180 cm au 190 cm. Kwa hivyo ni two and a half meters by 185, 155 au 190. Kwa hivyo hiyo ndio sanda ipimishwe hivyo, na mtu yoyote anaingia katika vipimo hicho, awe mrefu, awe mfupi, awe mnene. Kwa vipimo hivyo mtu yoyote anaingia. Kwa hivyo asili ya sanda, na kwa hivyo, lakini sisi sanda yetu tushaitengeza. Na sanda inakuwa kwa mwanamume ni pisi tatu, ni nguo tatu ambazo zimepimwa two and a half 155 ama two and a half na 180. Zinakuwa ngapi ndugu zangu wa Islam? Zinakuwa tatu. Naam, hizi tatu imma ziwekwe chini moja mbili 2 tatu au hizi tatu zinaweza kushikanishwa zikashonwa kama mtakavyoona hii yetu. Umar tafadhali. Sasa kwa Uislamu sanda inakaa hivi. Shike pamoja huko, hii pia inakuwa hivi, aiwa inakuwa hivi. Kwa hivyo kuna moja, hii ni moja sawa, na hii ni ya pili, na hii ni ya tatu ambayo iko juu kwa hivyo hizi zimeshikanishwa, unashikanisha tu. Una kidogo hapa na kundo, unazishikanisha lakini uweza kuziweka vile zilivyoteka. Naam, ikiwa hivi, sasa ziko ngapi? Tatu. Tandaza vizuri kwa hivyo zinakuwa hivi: moja, mbili, tatu. Ima ushone kidogo hapa uzuie, ama uweza usizuie, uzieke tu, moja, mbili, tatu. Kwa hivyo ndugu zangu na Waislamu, sanda tushaitandaza kama hivyo, na kinachofuata kuna vitu ambavyo vinawekwa juu ya sanda, ili maiti akiwekwa, sanda ishaandaliwa. Kwa hivyo vitu ambavyo tunaweka katika sanda ni kama ifuatavyo Tafadhali kwanza, kuna kitu chaitwa pazia. Hivi ni vitu ambavyo ukinunua sanda unapewa nako. Vinakuja hivyo. Kwa hivyo, kuna pazia. Pazia ni kama ungaunga unga. Kwa hivyo, huu una ungaunga unga, unapungua kidogo. Sanda yako iko jahi kuredi, ushaiweka tatu, na hizi zote ziko sawa, 2 and a half by 155 ama 180 unaanza kunyunyiza. Hii ni pasia hapo juu. Hivi ndivyo unaanza kuandaa sanda, ikiwa maiti anatarajia kuwekwa hapo. Halafu kuna uvumba uvumba uvumba pia una saga saga kidogo unawekwa, yes. Kwa hivyo vitu hivyo, uvumba na pazia na vinginevyo, na kuna manukato pia. Kwa hivyo hivyo sanda ishae ishafanya nini, ishatayarishwa na kuna marashi, marashi. marashi ni hayo. Hii haya ndio marashi, fungua chupa kidogo, unyunyize kifuniko kidogo, hii ndio marashi yanawekwa juu. Baada ya kushaweka vitu vyote hivyo, unanyunyiza hivyo katika sanda yako. Halafu kuna manukato perfume yoyote, misk gani? Naam, unainyunyiza pia hapo juu aua kiasi, tunapaka hivyo na Kwa hivyo watukufu Islam, sanda ndio iko tayari, ishatengezwa ama ishapambwa ama ishaandaliwa.